Inawezekana mchungaji, kuna wimbo unaukumbuka wakati unapiga bongo, si zamani, ambao ulikuwa ni wakati wa hizi sikukuu, unapokuwa una furahi pale. Inawezekana hata nitakora, hata kama tutashindwa kukaitikia mm. Lakini kuna watu wazima ambao wanatazama ambao nao itaklik kwamba ah, bwana enzi hizo bwana, sasa eh. Ubovu na ubaya, yani mimi nilikuwa sijui kuimba <laughs> mpaka sasa. Piga makofi sana. Kwaya moja ilikuwa inaitwa Kambarage Shinyanga. Kuna, kuna, kuna, kuna mzee mmoja alikuwa anaitwa mze mzee Mbegu Mbaya e, anamfahamu mwalimu Asanja e, Mbegu Mbaya sasa. e. e, anaweza katukumbusha zile nyimbo za zamani mm, zamani kwa sababu naye wa, wakati anakuwa amezikuta zile nyimbo zikiimbwa kwamele, wakati mzee Mbegu Mbaya anachukua gitaa naliweka huku mgongoni, anapiga gitaa mgongoni. Ya kidogo... Mwimbo, of course, kuna wimbo, wimbo, wimbo likuwa naitwa Asante Yesu tumeona. Nilikuwa napenda wale jamaa arrangementi eh, zao eh, eh, walikuwa wana progresheni ile moja ikipiga tu Asante sana tumewona hey. <laughs> wema wako Asante. Yeah. Yeah. Sana ewe hey, babamu hey. Tukulipeni, unayoyotenda ni makubwa kwetu Asante Sasa ukiangalia hiyo melodi hey, na ya sasa hey, ni vitu viwili tofauti kabisa. Watu wameadvance. Hii ni rekodi nzuri kiasi kwamba ukikumbuka zile za zamani hey, na sasa hey, unasema tu Ebeneza. Hata sasa Mungu aendelee kulisaidia ile kundi. Amen, yes. Amen.